Ni lazima tuanze kujenga utaratibu wa kuheshimu sekta binafsi. Ndio maana serikali inajenga nguvu ya sekta binafsi kuanzia kwa wakandarasi wa Zawa, wafanya biashara mifuko mbalimbali mbali ya kusaidia vijana, na mwaka huu mheshimiwa Rais ameunda wizara inayoshughulikia masuala ya vijana. Lazima tujenge utamaduni wa kuheshimu sekta binafsi. Huyu anayekuambia choma na biashara za watu binafsi anachoma na ajira za vijana wa Kitanzania. Hachomi ya mwekezaji peke yake, anachoma na ajira za vijana wa Kitanzania, na tukikaa tukitulia tukatafakari vizuri bila jazba tutajua tutajua, Mtanzania halisi ni yupi. Anayekuambia kachome ajira za Watanzania anakaa nje ya nchi kule, anahamasisha, anasema na watalii wasiende Tanzania. Akimaliza pale, atawaambia na wameli, msipitie Tanzania. Anajua fedha zile za watalii ndizo zinazotoa elimu bila ada kwa watoto wa Kitanzania anajua fedha zile za watalii watu wakishafanya ndizo zinazojenga zahanati, ndizo zinazonunua dawa, mama mja mzito apate dawa, anakuambia yeye yeah, yeah, eti ni Mtanzania mzalendo. Lazima tuamke, Watanzania, vijana wa Kitanzania lazima tuamke lazima tuamke, tuwakatae wazi wazi watu wenye nia mbaya na nchi yetu, kwa kiwango hicho.